Bima pap urahisi wa maisha kama tunavyofahamu, pia mradi katika ngazi ya kitaifa, serikali ya Tanzania kupitia wizara ya nishati pia ulizindua rasmi mkakati wa miaka kumi wa nishati safi ya kupikia ya mwaka 2024-2034 Mheshimiwa mgeni rasmi, leo hii kampuni ya Petredec kwa kushirikiana na kampuni wazawa ya Asas tunaye furaha kubwa kuwakaribisha rasmi katika tukio hili la kihistoria la usimikaji wa jiwe la msingi la mradi wa Tanga International Limited. Mradi huu sio tu uwekezaji wa kimkakati, bali ni mchango halisi kwa Tanzania katika kujibu wito wa kimataifa wa nishati safi, usalama wa mazingira na maendeleo jumuishi ya kiuchumi. Tunajivunia kwamba juhudi zetu zinaungana na ajenda pana ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye ameonyesha uongozi wa mfano katika kukuza upatikanaji wa nishati safi, hususan barani Afrika. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbali na manufaa ya kiafya na kimazingira, mradi huu utachochea ukuaji wa uchumi jumuishi kupitia ajira za moja kwa moja na ajira zisizo rasmi katika sekta ya ujenzi, usambazaji rejareja reja, na utoaji huduma za nishati. Pia utaongeza kipato kwa wafanyabiashara hususan wa mkoani ya Tanga na hapa Chongoliani. Mradi <coughs> huu utaleta imani kwa wawekezaji, utachangia katika malengo ya viwanda vya ndani na kutupa Tanzania nafasi ya kuendelea kuwa kinara wa mabadiliko wa kuelekeza matumizi nishati safi barani Afrika. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa msingi huo uwekaji wa jiwe la msingi leo si tu ishara wa kuanza kwa ujenzi wa kituo hiki cha LPG, bali ni ishara ya matumaini na mabadiliko na mshikamano katika kujenga taifa lenye afya bora, mazingira safi na uchumi endelevu. Habari wateja wetu wazuri wa tableti zetu Tanzania, tumerestore tableti yetu pendwa ya KD55 yenye kioo display inch 8, uwezo wake ni gb 256 na ram 8. Inatumia laini mbili macho matatu, pamoja na kava lake ambalo ni gumu ambalo linasaidia ili siweze kuvunjika kwa urahisi. Sasa mtoto anaweza kutumia kama simu au kuwasiliana na wewe mzazi, lakini pia inakujia na game kibao, katuni na programu za kutosha kwa ajili ya yeye kuweza kujifunza, lakini pia ina zawadi kemkem kama saa, ufutio, penseli na nyinginezo nyingi. Wai ofa yako ambayo itaipata kwa shilingi laki moja na elfu themanini tu. Kwa mawasiliano, tupigie nambari zetu ambazo ni 0759591123 tunapatikana Kariakoo jijini Dar es Salaam, na pia tunafanya delivery katika mikoa yote. Usijisifu wewe mzazi kuchezea vifuu, mfanye mtoto wako afurahie utoto wake.